Bismillahi rahmani rahim. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu, na tumaini nyote ni wazima. Karibuni tena katika channel yangu. Ikiwa wewe ni mpya, karibu sana, hakikisha unagusa neno subscribe ili uweze kujiunga na familia hii kupata mapishi tofauti tofauti, na kama wewe ni mkongwe, asante sana, Allah kulipi kheri. Leo tunakwenda kutengeneza donuts nzuri, donuts za asili, donuts laini na tam sana ukifata hii risipi hutojutia. Kwa mahitaji, hapa nina unga wa ngano vikombe viwili na nusu, mayai saba, siagi nimeiyayusha kikombe kimoja, na mdalasini kijiko kimoja, iliki kijiko kimoja, kungumanga robo kijiko, baking powder kijiko kimoja, na arki ya rose, na siagi nimeiyayusha kikombe kimoja, na nitatumia sukari vijiko viwili. Kwa kuanza utavunja mayai yako saba yale. Baada ya kuyavunja, utayachanganya kwa mchapo ama mwiko ama uma, utachanganya, utamimina na sukari yako, utachanganya. Hii resipi haihitaji mashine, unaweza ukatumia kifaa chochote tu ulichokuwa nacho wewe utachanganya kama sekunde thalathini. Baada ya hapo, utamimina zile spaisi zako mdalasini wa unga, iliki ya unga pamoja na kungumanga. Kungumanga unatia kidogo tu kwa ajili ya harufu, lakini pia hata ladha, pamoja na baking powder. Tumeweka kijiko kimoja cha chai kidogo. Baada ya hapo, utachanganya vizuri kwa mchapo wako ili kila kitu kichanganyike na mayai. Hazi, hizi donuts hazichukui muda, yaani weye ndena dakika kumi, tayari unaanza kuchoma, hazina muda. Baada ya hapo sasa nimemimina siagi ama bata, nimeiayusha, lakini pia ilikuwa ipo warm, ipo ina umoto umoto kwa mbali, lakini pia unaweza ukatumia hata samli. Alafu, hapa naweka arki ya rose kama hupenzi arki ya rose unaweza ukiweka vanilla, lakini pia huna hata haja ya kuweka arki yoyote, kwa sababu tumeweka iliki, iliki na harufu tumeweka, kungumanga. Kwa wasiojua kungumanga ni nutmeg, pia ina harufu. Mdalasini, mdalasini pia una harufu, kwa hiyo hivyo tu vinatosha, huna haja ya kuweka arki nyingine, lakini ukiweka ndio utamu unazidi zaidi. Yani mtu anakula donas anajiuliza, jiulize imetiwa nini hii? Kwa sababu ya ule mchanganyiko wa spices na arki baada ya hapo tutaweka unga wetu wa ngano na kama nilivyosema unga wa ngano ni vikombe viwili na nusu na kikombe nilichotumia ni kile kikombe tulichoona pale nilichoweka ile siagi tuliyo yayusha sawa baada ya hapo sasa hapa natumia mkono kuchanganya utachanganya tu wala huna haja ya kuukanda unga haukandwi unga hapa eh. unachanganya tu ili upate donge moja lililokuwa zuri sana na hakikisha huweki unga mwingi, donasi zako zitakuja kuwa ngumu. Unaweka unga kidogo tu kama vipimo nilivyokupa, ili donasi zako ziwe laini, mtu anajiuliza hii donuts au keki? Baada ya hapo, ushachanganyika vizuri, nimeugawa sehemu mbili, ila we unaweza hata ukafanya sehemu moja. Nimeuka nimeweka unga chini kidogo, baada ya kuweka, ili kufanya wepesi. Unapoweka unga wakati wa kusukuma, unakuwa haugandi baada ya hapo, utasukuma, usisukume mwembamba sana, ukafanya ubahili, maanake unataka utoke donasi tele, ukasukuma mwembamba kama ulimi yaa. Sukuma saizi tu kama hapo, ili donasi yako iwe na nyama. baada ya hapo natumia glasi kukata, utakata hapo. Ukimaliza kukata, utautoa uo wa juu, utaurudisha kwenye bakuli, utautumia tena baadaye. Halafu hapo utatafuta kifaa kama hicho, unaweza tu ukatumia kifuniko cha chupa, chupa ndogo, ukatoboa hivyo kifuniko cha arki, unatoboa kama hivyo. Ukimaliza kutoboa kama hivyo, donas zako zinakuwa tayari, unachukua trei, tunaziweka pembeni, unafanya ule unga ulomaliza ulobakia wote mpaka umalize. Baada ya hapo sasa tutaanza kuchoma. Unapochoma donas moto wako uwe wa sezi ya kati, na ukianza kuchoma hakikisha mafuta yamepata moto. Usizitie mafuta hayajapata, zitaingia mafuta ndani tena, hazitakuwa donas hizo, zitakuwa half cake. Kwa hakikisha mafuta yako yamepata moto na moto wako uwe wa sezi ya kati, usiweke moto mkubwa wala moto mdogo. Utaziacha zipikike kama dakika mbili. Baada ya hapo, utazigeuza na upande wa pili ili nazo ziweze kupikika hazichukui muda hata kidogo wakati wa kuiva. Kwa hiyo uwe makini usije ukaziteleka, baadaye ukaenda ukatafuta kazi nyingine ukafanya, zitaungua. Mwanamke akipika anaka hapo hapo jikoni, haondoki. Sasa na hapo zimekuwa tayari. Unaona eh? rangi nzuri, usiziache zikawa dark a ah, a ah. Ukipata rangi nzuri kama hivyo, unazitoa. Na baada ya kuzitoa sasa, tutaendelea kuchoma donasi zetu zilizo dakia zote mpaka tumalize. Lakini pia unapochoma donas usije ukajaza mafuta mengi mpaka juu kwa sababu tumeeka mayai na mayai yana maya kawaida ya ku ya kutoa mapovu. Kwa hiyo hakikisha usitie mapovu mafuta mpaka juu. Unaona mapovu hayo? Hasa ingekuwa nimejaza mafuta kwenye karai, mapovu yangemwagika chini, inakuwa hatari na jiko. Kwa hiyo tuwe makini tunapopika. Eh? Tunaambiwa ajali kazini. Vizuri unapochoma donas uwe na karai kubwa au kama idogo, basi mafuta yako yawe chini. Halafu utaacha zipoe, hakikisha zimepoa kabisa, wacha dakika 30 mpaka 40. Baada ya kupoa sasa ndo tunatia sukari yetu, na sukari hapa siyo icing sugar. Icing sugar, hapana. Hii ni sukari ya kawaida ila utaisaga sawa? Baada ya kuisaga hapo sasa ndo unaitia yako wakati ikiwa imesha poa na kama utazipika mapema, pengine umezipika siku mbili kabla sikukuu. Kwa hiyo ikifika Idi, inawezekana sukari pengine ikawa imeayuka. Kwa hiyo utakuwa na sukari yako hakiba, siku ile tayari ya kula ya Aidi, unazitia tena sukari, halafu ndio unasavu kwenye meza yako. Mambo yamekuwa bulbul, nzuri. Donuts hizi mimi si mpenzi wa donuts, lakini hizi nilivyozipika na nilivyozionja Alhamdulillah, hasbiy Allah, masha Allah, masha Allah, laini tam sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Niwakumbushe, msisahau ku like, ku like video ni muhimu na waombeni mu like video yangu hii kama mumeipenda. Kama hamjaipenda, samahanini. Kwaherini.